Ulipokuwa umezima simu ndipo ulimchanganya na, kama ningejua kaka yuko singerudi. Lakini nisaidia, umekuja kula sasa, kula. Si nauli ningetumia katika kula kuliko kuja hapa kupoteza muda. Pole. sasa nataka nikuuliza jambo sawa. Kwa hapa Taveta ni sehemu ipi nzuri ya kuzungumza, kwa rika gani eh? Kumbe maeneo nayo anahusisha rika? Pepa yangu

Muonekano huo sioni kama utamshawishi shemeji yako. Unajua, unapoalikwa kwenye mazungumzo ya suluhu lazima uzingatie kodi <laughs> kwa hiyo hapa ni vaaji sasa. Mi nakushauri vaa hii hii. Sasa hakuna mwenzake Mbona unataka kuvaa kama unaenda kutafuta mchumba? Kivipi sa hivi? Shemeji yako si atasahau kwamba alikuwa na mazungumzo na wewe, aanze kukutamani kwa muonekano huo. Hey. Kumbe hmm. Sasaje basi, navaa hii. Sana rafiki yangu, ile ajali kama hizo zinakufanya ukomae katika mahusiano. Unajua, kukiwa na wavulana wasiojua thamani ya penzi inatengeneza kujua wanaojua hiyo thamani. Nimejifunza, yaani mtu anaweza kukonda kwa siku tatu tu, na hata unaweza kunenepa kwa siku moja tu. Unamaanisha naweza kusahau upendo wake kwa muda huo? hmm. Hiyo si kudanganya, itachukua muda, ila ukikaa sawa, Mungu naye atabariki. Da, pole sana rafiki yangu, wavulana wa sasa wanaongozwa na sifa na sio mapenzi. Kwa kipindi hiki unahitaji kuwa na mtu wa karibu wa kukushauri muda wote. Unamaanisha mwanaume au hata mwanamke. Kwa hiyo sio kukaa mwenyewe muda mrefu. Kwa nini? Unaweza kujizuru baadaye. Kaka. Ah, samani, hebu njoo kwanza mama. N, nilikuwa na shida ya usajili wa laini. Usajili ndio sawa, nitalishughulikia nikiwa dukani kwangu, ila kwa sasa unaweza kupatikana kupitia WhatsApp. Eh, nimeona hapa nimeona, lakini sasa najiuliza eh, hii hali hapa, nikiwa hapa u je, nikiwa katika mizunguko kwani, ukiwacha kumfuata zuo, kuna nyingine tena Hakuna. Sasa nazunguka wapi? Hili la zuru, nafikiri tarehe mbili tutaondoka, lakini najiuliza eh, nitakaa sehemu moja katika hizi siku tatu bila ya kuzunguka kutafuta marafiki. Nimekuelewa, ila itasoma jina la Kiki kama utakuwa sawa, hamna shida na, na mimi sizani kama kuna mtu labda hatahitaji kunitumia hela. Ah, haya asante. Y, huyu hapa myengu anapiga kia maelezo sasa. hmm? Karibu tuongee. Asante, unaweza kuja pale drop zone. Saizi saizi itakuwa vizuri. Sawa, naja hapo. Sawa y, nafika hapo drop zone. Sawa, huyo anaonekana ni waheshima. Sasa wewe nenda kamalize jambo, kisha uendelee kufaidi sawa, hmm. Ila we oh, usitoke hapa, sawa, ili nikuletee mrejesho sawa. Kwa hiyo unaenda dukani au nyumbani? naenda nyumbani mara moja. Sawa, usie mnyonge rafiki yangu. Naenda kwa shemeji yako kisha nikakuja kukupa kampani sawa. Ila unaweza nikute ama usinikute. Kwa nini? Cha msingi nipigie simu kabla ya kuja. Mimi nataka nikamshawishi, ili nije kukutoa out, ukapoteza hisia mbaya Yesao. Wapi tena sasa hivi, kuna, kuna tatizo eh. Inaonesha utaki kukubaliana na hali ulionayo kabisa, unataka kupambana na hisia tu. Nisikilize zuri, hautakiwi kuwakonda katika hili gari la mapenzi na kama utathubutu kufanya hivyo, sisi hatutashangaa kama utakonda eh? Kwa sababu ndio hesabu pekee utakayoikusanya ili kuipeleka kwa dereva. Kwa nini, hebu wachana na mahusiano katika nchi ya watu, fuata kilichokuleta eh? kama mahusiano utakutana nayo nyumbani. Safari njema. Eh, nabia kupapa. Mpenzi, nipo nyumbani ni wapi sasa hivi? Mimi sasa nakuja hapo, kuna jambo nikuambie. Sawa, karibu. Sawa, ila nitachukua kama dakika arobaini na tano sababu kuna sehemu naenda kuchukua kitu mara moja. Haina shida mpenzi. Karibu Tonge. Samani kwa kukusumbua. Nilikuwa na shida na madeni. Eh. Niko mbali naye lakini, kama wana namba yake ungempigia kwa WhatsApp, sababu yuko nyumbani kwenye Wi-Fi. Naomba namba yake. Sawa nakutumia Habari yako kijana. Mjema tu. Vipi mambo, dada? Safi. Vipi, ulionana na mdogo wako Doli jana? Hapana. Mimi sinakumbuka, ulinikataza ukasema nisiharibu furaha yake, hivyo nimepanga nimtafute leo. Sawa, umefanya la maana. <laughs> Ni msikivu sana mm. Unaonekana tu na ulipoti, ndio nikaamini kwamba damu moja sana. Siwacheleweshi, si Nantilee, karibu tuongee. Asante kaka, mimi Dori. Oo, sawa. Sante, hilo la kwanza mimi nimefika salama na sasa hivi niko nyumbani, lakini hilo la pili, uh, mimi huwa sipendelei sana kuongea na simu muda mrefu, kwa sababu naitumia simu katika eh, kutafuta habari, lakini pia kwa kusoma vitabu kupitia soft copy. ni kweli na, na mimi nimekufahamisha kwa sababu najua we hujui. Na jambo muhimu kwa sasa hivi ni nikuelekeze tu niliko ili kurahisisha mambo mengine. Sawa, haina shida kaka. Sawa. Au we unapendekeza lipi labda? Mimi na wewe, nakusikiliza ndio mfariji wangu makini. Sasa kwa kuwa mimi ni mgeni ingependeza zaidi ningepajua kwako, au tukutane sehemu yoyote ile, ili na mimi niambulie kidogo hii Kenya. Sawa kaka, usijali, karibu kwangu. Asante. <laughs> Ila <laughs> e, mi naona tukutane pale tulipokutana hapo mwanzo. Ehe. Uko pande gani? Niko huko kwenye garden. Sawa.